Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Hii ni tv yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni mura wako mzuri wawe kuweza kupata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas, karibu Tuanzie na huko Makobola ambako mzalendo mmoja kufariki papo hapo huku mwingine kujeruhiwa. Hayo ndio matokeo ya faturianaji wa risasi kati ya makundi mawili baada ya kutokuelewana siku ya tatu usiku ya wiki tunayo pa Makobola. Viongozi wa eneo hilo wamekemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Taarifa tunazoni kwamba raia wamestushwa na milio ya risasi bila kujua kisa chake wakati wa purukushani kati ya wazalendo. Duru hizo zaongeza kuwa hali hiyo imezusha hofu mwingi kwa raia wa Makobola mnamo usiku huo wa siku ya tatu kama anavyoeleza hapa kiongozi mmoja wa eneo hilo. Mafasiri yenyewe ni kwamba wazalendo wanataka kisa kwa kuchukua pombe wanapenda wafike wapi. Kwa mwanzo masaa hii na hivi mbaga ndio hizo. Yo walianza kubishana pale kubariere pale na kuanza kushana marisasi pale na kuna ameumia kwenye kwa mguu anaitwa Kabobo na mwengine amekufa kabisa pale pale, alikuwa wa initeni kutoka kama Kazimia kama ngambo za Ubwari wako ngambo ya Uvira, Uvira Kasenya, ya Uvira Makobala ya kwanza kule chini Kasenya pale kwa kumene kufasi ya mabote kupokea watu kwenda Uvira ndio kwenye kwa initea pale ndio kwenye sisi kaliza maisha. Chanzo kiajulikana mpaka hivi, kwa hiyo hali na sisi inatushinda kudadisha complicated... au tunaona kama watu waenda kujifunza hawaelewani, wako hawaelewani

Haijulikani ni wapi ipo shughuli sasa, wakule ndio raia, ni mimi ni na haja nyingi sitafahamu kwa soko, ina sababu ni watu wanatoka Uvira na magani na hiyo, lakini hiyo hadi haiko haja ni salama. Sa, sa kua, kwa salama hivi watu walikuwa na hengeti, tutakuwa na saa moja, kila mtu sakao kwake, kwa kutembea. Wakati walikuja kukutukua maiti yao na kwenda kule ngambo kule, walileta maiti bakasema, no raia msikie woga, sisi tunaenda huku tunaenda huku nani, hivyo hivyo. Pa Uvira ni kwamba mili ya watu wawili wakiwa wote wazalendo Kamanda pamoja na mlinzi wake imeokotwa siku ya tatu hii ndani ya mji wa Uvira, ikiwa na majira ya kuchoma visu mnamo usiku wa kucha siku ya tatu. Kwa jambo hilo, malaria wa kijamii wanaomba kwa viongozi kuchukua jukumu lao la usalama kwake. Mwanasheria chako Chambonane alihakikisha habari hii kwenye tv yako, ameanza kwanza kutowa picha ya mazingira mili ya kuokotwa kwa milio miwili katika mji wa Uvira. Mazalendo yote mawili ni makaaji ya kartie Kilimula na kulikuwa kolonele na escort wake. usiku wa kucha leo, maiti ya escort iligunduliwa kunamo aveni lenge toa kwenye bandari manayake kwenye lake Tanganyika, kwenye mchanga aveni lenge toa ya hiyo kartie Kilibula na alikuwa amechomwa visu huku akifunikwa na sashe ya ver kwenye kwenye nani kwenye kwenye uso, lakini maiti ya kolonel wake imekutwa ndani ya ya lupango yake umo umo tu kwenye avenue lengetoa mnamo hiyo hiyo kartie Kilibula. Ndo maana yake usiku wa leo kuna maiti mbili ambazo zimeogotwa, moja ndani ya upango nafasi ambapo alikuwa anapanga panga ya, ya koloneli huyo na ingine kwenye mchanga. Hizo ndizo habari za za maafa ambayo imeonekana leo wakichoma visu na watu ambao wasiojulikana usiku wa kucha leo. Mlinzi mmoja ndio huyo mwenye amekutwa maiti kwenye mchanga, na weskoti wake wengine hawakulala pamoja na yeye. Hiyo ndio habari ambayo tumezipata kunako karti Kilibuna. Mlinzi mmoja ndio huyo mwenye ameuawa, ameugotwa kwenye mchanga, na kanali mwenyewe naye ameuawa sasa. Chanzo na wanani walifanya vile hawakujulikana. Mtangazaji, kiukweli ni kwamba yeye hakukuwa mgupe ya chifu hata mmoja bali alikuwa mgrupe yake ye, ye mwenyewe. Na kuhusu maendeshe fulani fulani, sisi sio tumeomba ankete ifanyiwe basi. Mbali tunasubiri resulta ya ma maankete. Utaelewa kwamba mkongo ankete naanzaka leo na utajuaga resulta ya ankete kama kisi. E, tunazuia kuiona ama kuijua na kusubiri maresulta ya ankete ni kimoja anketi zifanyiwe ni kitu kingine, lakini kujua rezulta ya anketi lao ni kitu kingine cha tata. Na hali ambayo tuko nayo eske watafanya anketi hatujui, eske kuna wenye watatupatia rezulta ya anketi hapo. Tunasubiri tuangalie mambo mengine itapika kule mbele. Huyo ameongeza kuwa swala la usalama mjini Uvira linaendelea kuwa tete siku baada ya siku, ambako kuwajibika kwa viongozi ni dharura kwa faira ya raia. Chako changbon ane amerejea mara tena utangazaji kila siku anazoea kusema kwamba hakuna mwenye iko eparnye la usalama mdogo katika vile ya Uvira. Ndani ya wazalendo wao wenyewe kuna wale wenye hawapatani katikati yao, kuna malumbano katikati yao na FRDC, kuna malumbano katikati yao na raia, kuna wale ambao hawawakubali. Utaelewa kwamba hali haiko nzuri. Unaweza kuwa na bunduki, lakini ukiviziwa na mwenye hana ama na mwenye iko na bunduki ambaye ampartaje naye mawazo moja, huyo mwenzako anakuua. Ndio maana sisi kwetu ni kuomba viongozi wa serikali kwa simer zao, kama sio vile raia inaweza kajilibere contre wao, kwa kuwa hatuelewi kwa saizi nani analinda nani nani anakuwa na, na, na, na devoir ya kulinda raia, kwa sababu hali ni mbaya mbaya sana. Huu kumbuke kwamba adui mventu hajafika ndani ya vile ya Uvira. Sasa hadui akifika, nani atalinda mwenzake? Hadui akifika, nani atakuwa eparnye kontre insecurite? Mungu na maombi ya nyinyi watangazaji. Mpaka sasa hakuna kiongozi hata mmoja mwenyewe ameongea, mpaka sasa hakuna hata mmoja mwenyewe ameongea saa zingine tusubiri vikao vyao ambao walikuwa navyo leo mchana, tusikilize. Lakini mpaka sasa hakuna mwenye ameongea, ila wote wanadeplore kabisa insekurite na hiyo mauaji katikati yao na huko Kilembwe ni kwamba mashirika kirai ya kiraia ndani ya sekta lulenge, ya Lulenge yamesema kupongeza vya kutosha hatua ya mkuu wa sekta ya Lulenge kwa hatua ya kufuta baadhi ya vizuizi katika sehemu mbalimbali za sekta hiyo. Wagari wa mazungumzo na TV yako wamoja kati yao wameonyesha kuwa kufutwa kwa baadhi ya vizuizi hivyo kurafanya usafiri kuwa rahisi kwa raia, wafanya biashara. Hata hivyo, upande wake Abedi Sumbi Abdul, mratibu wa muundo wa NDC Chumvi ya Kongo, ameomba kwa zalen kuheshimu hatua hiyo ya mkuu wa sekta Talulingi. Ile mambo tulipokea kwa furaha na amani na raia yote ilipendezwa na ile kitendo eh, kwa sababu walipewa kamba tatu, kisi tunawafasiria wafasiriaka kila siku. Autodefense ilipewa kamba ya mabunga, groupe de jeunes kopewa kamba maindombe, mutu wa sn pest alipewa kamba ya maimoto, lakini hivi vyote awariziki utasikia auto defense inatia kamba ingine lubondoi. Uh, snpcc inatia kamba ingine mwisho wa kilembo coté calme nani, groupe de jen, inatia kamba ingine igomba. Hiyo yote airizishi kabisa, airizishi, lakini wakati kwenye msafara wa chef de secteur, wakati tulienda kule ku groupe de jeunes tulikuwa na kapiteni mmoja wa frdc ni muzaliwa wauku ekumutua wa bureau anazunguruka ka eku amvwaye wa secteur ya Uvira, anazunguruka ka uku nini. Wakati wa wabiana wa groupe de jeunes valimwona, wakapenda kutomboka sana na kuanza mambo ya fujo, wampige masase nini. Ile vitu avikufurahisha kabisa raia na msafara wote wa vijana walionyesha discipline ya nguvu sana na madharau ya nguvu sana. Ile sio hali nzuri sana, sio hali nzuri kabisa, ya ukosefu wa adabu mbele ya chef de secteur. Tunaangalia maumivu ya chef de secteur mwenyewe na mwenye hata kubaliana na ile mawazo, ilikuwa ya muhimu ambilio wakuu viongozi wake wamwondoe, walete mwingine mwenye ataenda kombo na mawazo ya raia na mawazo ya sekta hiyo mambo ilipangiliwa mureno ya sekurite ya watu, watu walikuwa mule na wenyewe wakuwao walikuwa mule wenyewe, wanaongoza galize mate mm, belge wote walikuwa mule, lakini umbalimbali mbali. Sasa na kumshangao kona vitu aviendi kanuni kabisa na viendi sambamba. Hiyo ndio matatizo yenye kuwapo. Hiyo kwa ujumbe wetu tulikuwa na si sana wa vijana wetu wamekipashwa ti na kusikia kauli ambao wakuu viongozi wa sekta na shirika za raia gisi wanazungumza. Tumalizie na huko Baraka ambako raia wa mji wa Baraka wamekuwa na maoni tofauti kuhusu uwepo wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange mjini Goma ambako alianzisha mazungumzo na tabaka mbalimbali mbali, akianza na wawakilishi wa makanisa mbalimbali Halamisi ya tarihi 29 Mei 2025. Wakiwa mbele ya vipaza sauti vya TV yako wananchi kadhaa wa mji wa Baraka walieleza hapa maoni yao kutokana na mazungumzo yaliyoanzishwa na rais huyo wa zamani. Yeye hangepashwa kukua Goma. Goma ni eneo yakuwekwa wasi, lakini ile hali anafanza sio nzuri, sio kuzuri kabisa. Angepashwa rudi atengeneze nchi, sio mambo ya kujiunga na kikundi cha M23, sio sawa sana. Kwa nini aliona kama yeye atakuwa rais? Kwa nini ya kutokea huku Kongo? Kwa nini yeye anaenda kutokea Rwanda na si Wakongomani? tunachukia Rwanda sana, juu anatuua sana. Kwa kifupi, mimi naweza nikasema yeye batengeneze na mwezake, tupate amani. si Wakongomani tuishaona, tunateseka sana. Rais wetu Joseph Kabila aliyokuwa rais tunamsikia kama ameingia Goma. Sasa kwanza, hiyo ni mshangao kwa kusikia kama yeye anaingia Goma na anaikaa Goma. Goma kwanza inakamatiwa na waasi inaonekana kama ile nafasi yani iko kimoja na wale wa waasi ambao wanachukua Goma. Tungesikia kidogo anakuja ana, anaikaa Uvira, anaikaa Baraka, anaikaa Makalemi, sawa, lakini yeye ana, anakuja na kuikaa Goma. Yani pale Goma inamaanisha kama kuna vitu fulani ambavyo wanaongea na wale waasi. Hiyo e, ni kitu ambacho tutaweza sema e, cha mshangao kuona yeye kama rais ambaye ataweza akasaidia mwenzake, lakini ile inaonekana kama hakuna uhusiano kati ya yeye na huyo ambaye yupo madarakani kwa sasa. Amani ya Kongo inapaswa letwa na sisi wakongomani, sio na wa nje ya nchi. Yeye kabila pale Goma sio kutafuta amani. Yeye amekuja kujidhihirisha wazi kama yeye ndiye ameleta vurugu, na sisi wote tuko wazi na tunajua kupitia matendo yake na yote ambayo yanaonekana hadharani. Yeye ye ni mwananchi, alikuwa rais wa nchi. Kwa nini kabla ya kutafuta amani ende yaanzia Goma? Asifike kwanza makao makuu ya nchi, akutanana na viongozi wenzake wa nchi, ndio wasaidiane kwa kutafuta ile amani. Najua wakongomani tunataka amani, na kama ujio wa rais mstaafu ni juu ya malengo ya kutafuta amani, tunapongeza sana ujio wake wa kuja Goma ni lakini kama ana malengo mengine Muhula wake umekwisha miaka kumi na minane. Alikuwa anagombanisha hao hao wa M23 kusema ni warugaruga, vipi anaweza kufikia tena Goma kwenye wapo na wampokee kwa shangwe? Tunasikitika sana ndugu mtangazaji Zio. Kwa ngambo yangu mie kivinafsi, kwanza ninasema itaweza kuwa wazo nzuri juu tukiangalia depui mbele baraza ya senko ilianzaka kusema ya kwamba bafanye dialogue na mwele dialogue ba serikali ya Kongo iyonge na Kabila na bale ba, ba opoza bote wa Kongo purkia kuangalia gisi ya kuleta amani ku este ya Republike Demokratik di Kongo. Na wakati ye Kabila alikuya, anasema ya kwamba na kia kontribiwe nziyo mbo. Basi kia kwanza atasema nini? Tu ni mutu mwenye kon experience na anayua inchi mzuri, ni mutu mwenye alirenye panda 18 mwele 18 kon experience ya kabambi sana. Labda bangikala nae chini. Basi kia kwanza objektife yake ya kusema ya kwamba na kia leta anakia kontribue kuleta amani kuweste. Basikie venye atasema kwanza, jo mawazo yangu, ili mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. hadi hapo alipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Alimas. Nitakuomba usikosi kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24. TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. bye bye.